lakini magumu waliopitia na kicheko kuhitimu, magumu waliopitia na kicheko kuhitimu. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa tatu. Ni wakina nani hao? Basi gazeti lako la Mwananchi linakuletea habari hiyo kwa kina. Na Rais Samia awaka avujishaji eh, wa taarifa nyeti Tanesco, kuna kazi maalum eh, Rais Samia awaka avujishaji wa taarifa nyeti lakini Tanesco kuna kazi maalum na Halima Mdee aweka msimamo Chadema, agusia uchaguzi ujao. Halima Mdee aweka msimamo Chadema, agusia uchaguzi ujao. E, na dilidili la utoroshaji wa almasi ya shilingi bilioni saba lilivyozimwa usiku wa manane. Dili la utoroshaji almasi shilingi e, bilioni moja nukta saba ilivyozimwa usiku mnene. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele ziti lako la Mwanga wa Jamii jumapili ya leo lenye nambari kubwa inasema, Lisu aula kimataifa akiwako rumande. E, lisu Aula kimataifa Rumande. Lakini Mchengerwa aonya kuhusu choko, choko kuvuruga. E, huyu ni waziri wa TAMISEMI. Mchengerwa aonya kuhusu choko za kuvuruga amani. Lakini ripoti maalum, kiini cha kushamiri ndoa mimba za utotoni leo katika gazeti la Nipashe eh, ripoti maalum kini cha kushamiri ndoa na mimba za utotoni. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini bado Mtanzania abuni teknolojia ya kubaini saratani mlango wa, eh, wa kizazi. Na rais Samia akerwa na watumishi kuvujisha kuvujisha siri za ofisi eh, na almasi ya bilioni 1.7 ya dakwa ikitoroshwa almasi ya bilioni 1.7 ya dakwa ikitoroshwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe, pate nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukichana gazeti la Nipashe tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo. Gazeti la Habari Leo linaanza na habari inayosema wanachama 215 Chadema wahamia ACT Wazalendo Kigoma. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu. E, au ni wanachama 215 wa Chadema huko Kakonko wahamia ACT Wazalendo. Lakini sisi mnao makala amjibu Mnyika, e, sisi mnao makala amjibu Mnyika na serikali ya charuka kubadili matumizi ya ranchi e, serikali ya charuka kubadili matumizi ya ranchi. Hiyo ni habari ukurasa wa nne, na habari kubwa ni Rais Samia ataka umeme wa nyuklia e, huyo ni Rais Samia Suluhu hasan ataka umeme wa nyuklia agiza Tanesco mradi wa, urai, wa urani, akemea maslahi binafsi, akerwa na urasimu manunuzi, ahimiza uzalendo kulinda nchi. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili, lakini almasi ya bilioni 17 ya naswa ikitoroshwa. E, mbeki ahimiza kulinda maslahi ya bara la Afrika. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu, na upimaji madini kunufaisha sekta nyingine. Eh, eh, upimaji wa madini kunufaisha sekta eh nyingine nne. Lakini Dar es Salaam ya saini mikataba sita miundombinu, Dar es Salaam ya saini mikataba sita miundombinu. E, jiji la Vunja mikataba 17 ujenzi wa miradi 232 kupata e, ajira soko la nyama choma. Hiyo ni habari ukurasa watano. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la habari leo. Eh, guji la habari yenye habari kubwa ni Rais Samia ataka umeme wa nyuklia. Hiyo ndo habari kubwa kwa asubuhi ya leo. Lakini tukiangazia gazeti letu la Zanzibar leo. Kwenye gazeti la Zanzibar leo habari kubwa ni eh, uhifadhi utaleta, uhifadhi utaleta. CCM imejipanga kwa uchaguzi mkuu. Huyo ni Shomari asema CCM imejipanga kwa uchaguzi mkuu, na utumishi wa umma una hali mbaya. Huyo ni Dr. Samia Suluhu Hassan asema utumishi wa umma una hali mbaya. Na maroli ya misaada yaanza kuingia e, Gaza. Maroli ya misaada yaanza kuingia Gaza. Hiyo ni gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele na habari kubwa ni e, Dr. Mwinyi asema uhifadhi e, utaleta manufaa kiuchumi. Lakini tukichana gazeti lako la Zanzibar leo, tuangazie gazeti lako la Mzalendo lenye inaanza na habari inasema, bosi wa UWT afunguka makubwa uchaguzi mkuu. Hiyu ni habari ukurasa wa tatu bosi wa UWT eh, afunguka makubwa uchaguzi mkuu. Na ziara rais wa Finlandi imewaziba midomo vibaraka. Eh, ziara eh, ya rais wa Finlandi eh, imewaziba midomo vibaraka. na Rais Samia ahimiza maadili na uzalendo, hii ni habari kubwa kwenye gazeti la Mzalendo nasema Rais Samia Suluhu Hasani ahimiza maadili na uzalendo, eh, asikitishwa na kutokana eh, na baadhi ya watumishi wa umma kushuka maadili na kukosa uzalendo miongoni mwao. Huyo ni Rais Samia asikitishwa na watumishi wa umma kukosa uzalendo na kukosa maadili. Na Biteko awafunda wazazi, Biteko awafunda wazazi ni habari ukurasa wa tatu. Faida ya kiafya samaki. Kabila, kabila amlaumu Rais Tshisekedi, hiyo ni habari kutokea mashariki, nasema Kabila amlaumu Tshisekedi. Lakini maandalizi ya noga mkutano mkuu wa chama cha mapinduzi CCM, akamatwa madai ya kutorosha almasi ya thamani ya bilioni 1.7. Lakini bilioni 22 zalipwa fidia ujenzi wa uwanja wa ndege, hiyo ni habari kwenye gazeti la Mzalendo wa ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Gazeti la Nuru sauti ya Waislamu linaandika ukatili wa Netanyahu Gaza washtua wa mpaka matwauti e, ukatili wa netanyahu gaza washtua wa mpaka matwauti lakini mia sita zaidi wauliwa ndani ya wiki moja maelfu ya watoto wanateseka kwa njaa umoja wa mataifa kimya waarabu nao kimya lakini zanzibar e, ni kitabu cha mambo mema. E, zanzibar ni kitabu cha mambo mema majaji watatu washikiliza kesi ya kupinga mamlaka ya bakwata juu ya waislamu majaji watatu kusikiliza kesi ya kupinga mamlaka ya vakwata juu ya Waislamu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nuru ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la tumaini letu lenye naandika siasa, dini vinamlenga mwanadamu, ya nini kugombea fito? Yes, siasa na dini vinamlenga mwanadamu, ya nini kugombea fito. Lakini askofu aonya visasi, askofu aonya visasi, wanaoshangilia maovu wanyoshewa kidole hiyo ni habari ukurasa wa nne kwenye gazeti lako la Tumaini Letu, pate na kila yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Taifa Jumapili kutokea huko Kenya linaandika cheo fiche cha Raila katika serikali ya Ruto. E, cheo fiche cha Raila katika serikali ya Ruto. Lakini serikali yatumia shule moja, e, serikali yatumia shule moja kwa shilingi 87. Hiyo e, ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Jumapili. Lakini gavana afunga, e, fukwe zote. E, gavana afunga fukwe zote. Makatibu watatu wadai fedha zaidi wizarani. Makatibu watatu wadai fedha zaidi wizarani. Amerika ya shtumu tanzania. E, Amerika ya shtumu Tanzania, sababu za traule kuwa kipenzi cha wengi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa e, Jumapili ya leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina na tukiachana sasa na gazeti lako la Taifa. E, tunaangazia kwenye gazeti lako e, upande wa kurasa za michezo kwa asubuhi ya leo, tunaanza kuliangazia gazeti lako la Zanzibar leo lenye lina habari inayosema ni vita Simba Berkane, shirikisho e, bingwa kukabidhiwa kombe jipya e, leo ndio leo huko visiwani Zanzibar, uwanja wa Amani complex Zanzibar ni vita Simba dhidi ya Berkane, bingwa kukabidhiwa kombe jipya. Lakini Mamerodi na Piramidi nguvu sawa, kafcl E, fainali ya kwanza hiyo e, CAF CL Mamelodi na Piramidi e, nguvu sawa, watoka moja moja, dakika za jioni Piramidi wachomoa. Lakini watanzania watakiwa kuiunga mkono Simba e, hiyo ni habari inasema watanzania watakiwa kuiunga mkono Simba sport clubu. Lakini kimataifa Salah mchezaji bora England, hiyo ni habari ya kimataifa inasema Salah mchezaji bora huko England lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye michezo pia linaandika Simba tunabeba. Eh, hiyo ndo slogan mpya inasema Simba tunabeba. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo. Lakini Twiga kujipima kwa DRC, au ni Twiga Stars kujipima kwa DRC. Yanga Simba nje ligi ya vijana eh, Yanga Simba watolewa eh, ligi ya vijana. Lakini bado kwenye michezo Tausi Royo haikamatiki kikapu Dar es Salaam. E, Tausi Royo haikamatiki e, kikapu Dar es Salaam, yenye habari ukurasa wa 23 wa gazeti lako la Habari Leo, ukurasa wa michezo. Lakini kwenye burudani wema akili makosa yake e, ni baada ya siku chache kuonekana amevaa kivazi cha ajabu e, na kuitwa BASATA, e, yenye habari ukurasa wa 21, wema akili makosa yake. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la Mzalendo, kwenye michezo linaandika hili tunabeba, huyo ni shabiki akiwa amebeba bango kubwa, anasema hili tunabeba, lakini Simba na Berkane, fainali ya kihistoria e, Simba na Berkane, fainali ya kihistoria. Serikali yatoa neno kwa klabu ya Jogin e, serikali yatoa neno kwa klabu za Jogin. Lakini bado kuna habari kwenye upande wa burudani, Cobis msanii anayevutia katika kuigiza e, hii ni upande wa burudani, huyu ni Cobis e, msanii anayevutia kuigiza. Lakini bado kimataifa e, anasema Liverpool na Crystal e, e, e, Palace ni ubabe ubabe, Liverpool na Crystal Palace ni ubabe ubabe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za michezo. Lakini saa kumi majira jioni Simba eh, uh, dhidi ya Berkane kucheza leo katika uwanja wa Amani Complex Zanzibar. Uh, leo ni kufa kupona. Uh, Simba na Berkane kucheza fainali ya uh, shirikisho. Hiyo uh, ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mzalendo kwenye kurasa za michezo, upate nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti la Mzalendo ukurasa wa michezo, na tunachana nalo sasa. Tunaangazia kwenye gazeti la Mwanaspoti. Gazeti la Mwanaspoti lenye linaanza habari limepambwa kabisa eh, huku ikiwa ni Simba na nyekundu lakini pia eh, wazee wa yelo Berkane wakiwa na jezi nyeupe, lakini katikati kuwa kuna kombe jipya la shirikisho. Habari inaandika simku ya hukumu eh, huku ni kocha wa Berkane na huku ni kocha wa Simba Sport Club. Habari imeandikwa siku ya hukumu, akiwa kwao azizikia taja mawili Yanga, Yanga. Atoa msimamo kwa Lawi. E, Bruno ana wiki mbili Man United. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini leo Jumapili huko England, Nottingham Forest na Chelsea kinawaka saa 12 jioni. Hiyo e, ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti ukurasa wa michezo lakini habari kubwa ni siku ya hukumu leo, ni Berkane au Simba? Hii e, ni habari pia, ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti na ndio inatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.